Mradi huo wa kisima uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 120 ni miongoni mwa juhudi za serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wakala wa Maji safi na Usafi wa Mazingira Vijijini RUWASA katika kuhakikisha wananchi wa maeneo ya vijijini wanapata huduma ya maji safi na salama. Meshack Gunza, mwenyekiti wa kijiji cha Namlonga, amefafanua kuwa wananchi zaidi ya 800 wa kijiji cha Namlonga sasa wameondokana na tatizo la kutegemea maji kutoka kwenye makorongo na mabwawa yasiyo salama kwa afya zao. Kuna kamto hapo darajani kalikuwa kanakata koo yanabaki kwenye madimbi, madimbi mule. Sasa mule ndo kama hizo hapo zikipangana lazima waanze kusubiriana. Sasa unakuta wengine wanaanza kurudi majumbani saa tatu, saa nne. Sisi wenyewe kama viongozi tulikuwa tunapokea malalamiko ya ndoa kila itwapo. Leo tunashukuru sana kwa kuletewa huu mradi. Muda mwingine mke wangu ananiambia nilikuwa kwenye maji, ameondoka saa kumi na moja, narudi saa mbili au saa tatu, nashindwa kuamini kwamba kwa kweli ilikuwa kwenye maji. Kwa RUWASA kutuletea maji, wametuletea amani kijijini. Wanawake, ambao mara nyingi ndio hubeba jukumu la kutafuta maji kwa matumizi ya familia zao, wameeleza namna walivyokuwa wakiteseka kwa miaka mingi, na sasa wanashukuru kwa mabadiliko yaliyopatikana. Maji tulikuwa tunatumia tu matumia ya mtu, tulikuwa tunatumia pamoja na wanyama, tunakunywa maji lakini yananuka kinyesi cha ya ng'ombe, mkojo wa ng'ombe, lakini tunashukuru kwa kutuletea mradi wa maji kwa kweli wakina mama tumefurahi sana. Kinyesi nini, watu wanaenda kufua mle mtoni. Kwa mujibu wa meneja RUASA wa wilaya Mbozi, mhandisi Ismail Ismail, amefafanua kuwa mradi huu wa Namlonga ni miongoni mwa visima kumi vinavyojengwa ndani ya wilaya hiyo kwa lengo la kufanikisha dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya maji safi ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Kijiji hiki kabla ya hapo kilikuwa kinapata maji kutoka kwenye makorongo, kwenye mito iliyoko mbali na kijiji hiki, hali ambayo ilikuwa nasababisha kero kubwa kwa wananchi. Mimi ni Samwel Mpogole wa Hope Channel Tanzania.